Tunaendelea na Mheshimiwa Janet Moris Masaburi, atafuatiwa na Mheshimiwa Muharami Shabani Mkenge na Mheshimiwa Josephat Sinkamba Kandege ajiandaye. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa fursa hii. Mheshimiwa mwenyekiti, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia uhai na afya njema mimi pamoja na familia yangu na ndugu zangu wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kutoa salamu za pole kwa kuondokewa na Baba Mtakatifu, Baba Papa Francis. Mwenyezi Mungu ampe pumziko la amani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na kusema kwamba Amani inaanza kwa na, kwenye nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu inaambukiza kwa watoto na nafsi ya watoto da jamii inaenda, inaenda mi, na jamii inaenda kwa jamii na baadaye inaenda kwenye nchi. Kwa hiyo kila mmoja hapa tutafute nafsi za roho, tuwe na utulivu wa ndani na tufanye kazi kwa kuongozwa na Mwenyezi Mungu tusipende kutumia akili zetu, tuongozwe na Mwenyezi Mungu kwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kumpongeza sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya. Nimpongeze makamu wa rais, waziri mkuu, naibu waziri mkuu, na hususani leo tuko waziri wa TAMISEMI, lakini na kiujumla, nawapongeza mawaziri wote, makatibu wakuu, watendaji wa serikali. Ilani hii imetekelezwa kwa ushirikiano wa pamoja, lakini nichukue fursa hii kuwapongeza wabunge, mawazo na maoni yao Mheshimiwa Rais na watendaji wameyafanyia kazi na ndio maana tunaona maendeleo tunaona ambayo yanatokea kwenye nchi yetu. Ongereni sana wabunge, nyinyi mmechukua mawazo ya wananchi mkayaleta hapa. Ongereni madiwani, mmechukua mawazo mkayaleta yakachakatwa, ya yakafanyiwa kazi. Na Mheshimiwa Rais ni mwepesi sana wa kusikiliza. Mimi niko kamati ya hesabu ya serikali, tumetembea sisi, tumeona kwa macho mambo tulikuwa tunayaona, huwezi kuamini kama ni Tanzania. Mheshimiwa Rais amechukua madaraka kutoka kwa marehemu Magufuli, Mwenyezi Mungu amrehemu, amechukua wakati mgumu, na amepata mapingamizi makubwa sana lakini Mwenyezi Mungu amesimamia nchi hii na akamuongoza, akampa hekima, akachagua viongozi wasaidizi wake wamemsaidia kwa uaminifu. Nichukue fursa hii kuwasema wachache. Makatibu wakuu kwa ujumla nimewatamka, lakini niseme msajili wa o makampuni ndugu Nehemia Mchichu ni mtu mzuri sana, ni mtendaji mzuri sana. Lakini nije kwa engineer Victor Seth ambayo tuko kwenye hii bajeti ya TAMISEMI. TARURA amefanya kazi kubwa, ni msikivu, ni mnyenyekevu. Nasema heli matiti aliyonyonya, nampongeza mama yake na wazazi wake kwa kumlea katika maadili mazuri. Nimpongeze Profesa Ole Gabriel, mtendaji mkuu wa Mahakama Kuu ni, ni kati ya watendaji makini sana katika nchi hii wako kadhaa, nashindwa muda, muda sina, lakini wako watendaji wazuri katika nchi hii, wamefanya kazi njema ya uaminifu. Mwenyezi Mungu awalinde. Mheshimiwa Mwenyekiti, michango ya wabunge, watu wamesema kwamba tunamsifia rais sana, yeye ndio wamefanya wabunge. Lazima wamsifie kwa sababu wametoa mawazo, rais amesikia, ametoa fedha, maendeleo yamepatikana. Ukitaka kumjua vizuri Rais Samia na kumwelewa vizuri, nenda kaangalie bwawa la Mwalimu Nyerere. Ukitaka kumtambua Rais Samia, nenda kaangalie daraja la Busisi. Ukitaka kumjua kwa undani, nenda daraja la Pangani. Ukitaka mjua Salim, nani Rais Samia, nenda kaangalie barabara za mwendo kasi zinavyoenda kasi katika mkoa wa Dar es Salaam. Kuna daraja la Tanzanite, kuna daraja, madaraja mengi pale yale madogo madogo, Chang'ombe, Kurasini, daraja kutoka bendera tatu kwenda mpaka gerezani. Dar es Salaam imebadilika nani kama Samia? Jamani, leo mimi nasema utekelezaji wa Irani, utekelezaji wa Irani, mama huyu ametekeleza kwa kiwango kikubwa. Anastahili kupewa nafasi tena na ana uwezo. Tunaomba tumpe heshima yake, na mimi namwomba Mwenyezi Mungu katika bunge hili, Mwenyezi Mungu ampe kibali aweze kuendelea kushika usukani katika nchi hii, awe rais wa Jamhuri wa Muungano tana kwa mwaka uwe 2025. Na nawaombea wabunge wote, Mwenyezi Mungu akawatetee mweze kurudi na tuiombee nchi yetu endelee kuwa nchi ya amani. Hatuna mahali pa kwenda, hatuna mahali pa kwenda, mama Tanzania ndiyo nchi yetu, na tuendelee kuishi katika lugha ya star, tusiende lugha ya kubishana, twende kwa star, kwa sababu wanakwambia Mwenyezi Mungu huwa anaongea kwa utaratibu, na sisi tukiwa tuna lugha kali tutakuwa hatuwezi kusikilizwa na Mwenyezi Mungu. Lazima tuwe na utaratibu, tuvumiliane, tusameane. Mheshimiwa Mwenyekiti, nije na kwa ombi kidogo pale Dar es Salaam, eneo la Kitunda paka Kivule, barabara yake ni chafu sana. Najua iko kwenye mpango wa ujenzi katika mradi wa DMDP, lakini kwa sasa hivi angalau waweke changarawe ili watu waweze kupita kwa kipindi hiki ambayo mkandarasi anafanya ujenzi, kwa sababu ni ujenzi wa angalau utachukua kama miezi kadhaa sasa, lakini katika kipindi hiki ili watu wananchi waweze kupita kwa, kwa usalama, tunaomba kasi ya mradi ya ujenzi wa DMDP ianze kwa kasi katika maeneo ambayo yameainishwa. Mheshimiwa mwenyekiti, bila kupoteza muda, leo nilisema kwamba nitaongea, nita, nita, nita, nitaelezea Irani tu kuna shule kongwe pale, ziko kata ya Mabibo linaitwa, kuna shule ya Kawawa na shule ya Amani Karume. Naomba zile shule ni kongwe na zimechukua majina ya waasisi wetu, ziweze kufanyiwa ukarabati wa haraka, sio vipande vipande, wafanyie ukarabati wa haraka ili wanafunzi wetu na walimu waweze kufanya kazi katika utulivu. Ninaomba pia kituo cha Magufuli kiweze kukamilisha, kukamilika kwa ukamilifu kama kilivyopangwa na kiweze kutumia kiti, kwa kadri kilivyopangwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii tena kuwashukuru sana wanawake wa mkoa wa Dar es Salaam ambao walinipa ridhaa na nawaomba waendelee kuniombea kwa Mwenyezi Mungu na mimi niko pamoja nao ninawaombea wewe na afya njema na Mwenyezi Mungu hawape haja ya mioyo yao. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana. Asante na kushukuru. Naomba kuunga mkono hoja. Asante sana, asante sana Mheshimiwa Janet.